Ya Bajaber amepona, lakini ndio kwanza ameanza mazoezi na wenzie na bado hajafikia kufanya ile e, mazoezi magumu yani ile, ile, ile, ile, ile tough and fitness mazoezi ile bado hajafikia, anafanya mazoezi mepesi e, ya taratibu kwa ajili ya kurejea kwenye utimamu wa asilimia mia moja. Kwa mchezaji wa namna hiyo huwezi kusafiri nayo wala huwezi kumpa nafasi ya kucheza kwa sababu eh, kuna uwezekano akatonesha aka, aka, aka, aka, jeraha lake. Kwa hiyo eh, tumeamua kumwacha aendelee kukupu, kufanya mazoezi binafsi, timu mtakaporejea atajiunga na wenzini. Eh, Musa Kamara alikuwa kwenye timu ya taifa ya Gine ya eh, lakini ripoti tuliopata kutoka huko ni kwamba bado anajisikia maumivu ya hapa na pale goti ambalo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea Tanzania tutamwangalia eh, tuone wapi kuna, kuna, kuna, kuna changamoto ya aina yeyote na baada ya hapo majibu yatatolewa. Ndio maana umeona tuko na Abel Hussein pamoja na Tanzania One Yakub Suleiman. <tipos>